Utoshelevu unaotoka katika neema ya Mungu, kusema utoshelevu unaotoka katika neema ya Mungu sio kitu kingine, neema <tune> ya Mungu ndiyo inayoweza kutosha, hatutoshi kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe. Musa kiongozi wa wana wa Israeli, Mungu aliongea na Musa na kumwambia umepata neema mbele zangu. Naomba moja asome kutoka 20 Kutoka 33. mstari wa kumi na mbili hadi kumi na tisa, kumi na mbili, kumi na tisa Halafu usome huu ni ujumbe pako. Kutoka ndio Sobe. Sobe. Musa akamwambia Bwana. Musa akamwambia Bwana, Biblia ni hii. Angalia. Angalia. Wewe uniambie. Wewe umeniambia, muulize jirani yako Mungu amekuambia nini? Wachukue watu hao. Wachukue watu hao mimi nikiwa mchungaji. Nawe kunijua. Nikiwa mchungaji, mwangalizi wa parish na askofu, Mungu ameniambia wachukue watu uuishaan atakai... yako mkono nawe hukunijulisha atakaye atakaye kwenda pamoja nami. Anisaidie, watu wengi wamekuwa wabinafsi. Wa kwa nini tumemwita mgeni rasmi na wageni maalum, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Na kujua jina lako. Sema Mungu anakujua jina lako

sasa na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako. Musa akamwambia Mungu ikiwa nimepata neema

juu ya uso wa nchi ni rahi yote. Sema, Musa anaongea na Mungu, Mungu anaongea na Musa. Bwana akamwambia Musa,

wako sema hili ni mwenye maombi ya Musa akamwambia nakusihi, nionyeshe njia umenionyesha, nimepata neema, nionyeshe utukufu wako. Yesu alimwambia Mariamu, sikukwambia utaamini, utaona utukufu wa Mungu? watu wakaawatafakari msingi akasema, nionyeshe utukufu wako. Mungu akamwambia Musa, nitapitisha wangu wote nini? Musa, nitapitisha mbele yako nita Mungu akamwambia Musa, nitapitisha wema wangu wote, sema wema wangu wote wana, wanapenda Mungu apitishe wa wema wake wote mbele uso wako. Mimi Mungu nitapitisha wema wangu kidogo, wema wote

Bwana, shika jirani yako mko, nami nitamfadhili. Nami nitamfadhili. Yeye nitakaye mfadhili. Yeye nitakaye mfadhili. Nitamrehemu. Nitamrehemu. Yeye nitakaye mrehemu. Yeye nitakaye mrehemu. Simeisha. Sasa mtu akifadhiliwa na Mungu, mashida gani wewe? Akirehemiwa na Mungu ni maamuzi ya Mungu kwa sababu ya neema yake. <coughs> Makanisa ya Makedonia yalipewa neema. Naomba manizua hapo. Tunahitaji neema ya Mungu, lakini kabla ya kabla ya Wakorinto wa Pili mlango wa nane mstari wa kwanza hadi wa tano. Soma Matendo mlango wa kumi na moja mstari wa ishirini na tatu na sta <laughs> Maana ya neema ni hali ya mafanikio au ustawi, baraka, ujazi, bahati, fanaka, heri. Bwana Yesu a magari ya Tanzania, unaona pa neema ya lakini bado wanaenda kwa wana. Mimi sijui maana ya neemesha. Pata neema, kuwa na nafasi ya maisha mazuri, pata jambo jema. Na mema yote yanatoka kwa Mungu. Matendo 11:23 hadi 24. Kumwambia jirani yako umeambatana ya na Bwana kwa kusudi gani? Mpe Bwana moyo wako. Katika Mithali imeandikwa mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zako. Maana alikuwa mtu mwema amejaa Roho Mtakatifu na imani. Tukitaka kazi ya Mungu ifanikiwe, akisimama juu ya nyumba mtu anaanza na kufikiri kupiga ramli, sijui kitu gani. Ehe, watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Hiyo ni kweli, sema watu wengi wakati wanapenda watu waka wengi waongezeke upande wa Bwana. Tusimame, namaliza maombi. Watu wengi wakaongezeka upande wa nani? Wa bwana upande wa Bwana kuna neema, kuna baraka, kuna mafanikio, kuna ulezi. Soma Wakorinto wa pili mlango wa nane mstari wa kwanza hadi wa tano. Tena ndugu zetu, tusema twawaarifu wa habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya nini, kulikuwa na nini, Makedonia